Watu wenye uwezo na wewe huwa ni watu wenye uwezo kuliko kuliko wewe. Kama unaweza kuandika andika hiyo pointi, nitakusaidia sana. Hii vita ni ngumu na ni vita ya hatari, kwa sababu namba moja, wanaopigana na wewe huwa wana uwezo kuliko. Na sitasoma lakini nitakueleza kisa cha Daudi pamoja na Sauli. Wangapi wanakumbuka ile story? Angalia, huamini kisoma hii habari. Najiuliza, Sauli alikuwa na sababu gani ya kupigana na Daudi? kwa sababu cha kwanza, Sauli ni mfalme, ana nguvu ya dola. Daudi ni kakijana ambako kameokotwa huko mapolini, kalikuwa kanachunga kondoo na mbuzi za baba yake, lakini mfalme pamoja na majeshi yake anaamua kupigana na Daudi. Hii vita ilikuwa ni ngumu sana kwa Daudi, kwa sababu serikali na mkono mrefu, wote tunajua maanake. Serikali imeamua kupigana na nani? mpaka uwe na uhakika kwamba Bwana amekutuma kufanya kile unachotakiwa kufanya basi unaweza kufanya, lakini vinginevyo, piganiana kwenye magoti pigeni. Anaamua kupigana na Daudi. Leo tungesema Sauli alikuwa ni baba wa kiroho wa Daudi. Sasa utegemei baba apigane na mtoto apigane na nani nani? Lakini baba ameamua kupigana na nani? Sasa kama mwanafunzi wa Biblia, nataka ujiulize pamoja na mimi. Je, ni kweli no, no, no, no. Sauli alikuwa anapigana na Daudi? Jibu ni hapana. Sauli alikuwa anapigana na Daudi, Sauli alikuwa anapigana na nafasi ya Daudi. Angapi mchungaji? <coughs> hivyo ujawahi kufika mahali ukajiuliza, hata fulani naye anapigana na nini? Jamani, jaman kufika kufika hivyo na kama ujawahi kupitia vita, basi we sio mtu mkuu, lakini wakuu wote tumepitia hayo mambo. <coughs> Haleluya. tudogo tudogo, na mimi mwaje nituma kwa watu wadogo. Mungu amenituma kwa watu wakubwa, eti tazi mata, leo naonekanaje? Lakini wewe ni mtu mkubwa. Pengine leo huoni ninachokiona kwa ajili yako, miaka michache ijayo utaamini kinachokisema sasa. Unabaki unajiuliza, hata huyu naye ni kunipiga mimi? Mbona mimi ni mwanai, hata huyu mbona mimi namheshimu? Ndani wewe ni mkubwa kuliko Bwana, tusaidie sana. Usikosee kwenye hii vita. Amen. Hasa wale ambao mna maono ya kuwa na utumishi, chukueni hii siri itawasaidia sana. Hii vita kwenye kupigana inataka akili, haitaki nguvu nyingi, inataka akili. Daudi alikuwa na hiyo akili, alielewa, na ndio maana hata wakati Mungu amemtia Sauli kwenye mikono ya Daudi, Daudi anasema, nitainuaje mikono yangu juu ya, ya masiwa Bwana. Haleluya aliona alikuwa anatambua nafasi ya Sauli. Kwa hiyo kwenye kupigana hii vita, mimi nazungumza pia na vijana ambao wachipukia, mmeweza kutoa pepo mbili tatu. Mpo. Najua siku hizi vijana wakiweza tu kutoa pepo mbili tatu, wanajiita <laughs> majina mazito. Mimi sina ugomvi nayo mazito. Jitambilieni. Ni vizuri. Biblia inasema kidini uweza wa Bwana na Biblia inasema tumbo la mtu litashiba matunda ya midomo yake. Mimi nakubaliana na wewe. Sasa mimi nasema na ninyi ambao mnaweza kutoa pepo hivi <laughs> hivi, vita lazima mtakutana nayo. Sasa kwenye kupigana hii vita, wewe makini, unaweza kaondoka na ukoma. Unaweza ukaondoka na laana. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Vijana mpo, ambao mna huduma ndani yenu, nyosha mikono namna hii. Amen. Hatuna vijana wenye huduma hapa. Vijana wenye huduma, nyosha mikono namna hii. Amen. Hii vita wakati mnapigana, mwe makini sana. Kwa sababu unaweza kuwa ni kijana wa kanisani hapa na Pasta Leah akaamua kupigana na wewe sasa. Wewe makini namna unavyopigana na mimi, sababu Yesu kaondoka na ukoma. Yes yes, yes. Namba mbili, hii vita ni hatari kwa sababu wanaopigana na wewe ni watu sio wadhania. Kuna kitu nataka ukielewe kabla hatujaomba. Amen. Hii vita ni hatari kwa sababu kundi la pili linalopigana na wewe ni watu sio wadhania. Bado nitakuelezea hii story, sitasoma kwa sababu ya muda wetu, hii utaiona kati ya Yusufu na ndugu zake na nafasi, adui zake huwa ni watu wa karibu, si watu wa mbali. Wangapi wanakumbuka historia ama stori ya Yusufu pamoja na ndugu zake? Biblia nasema ndugu zake walianza kupigana naye walipojua nafasi yake. Kabla hawajajua nafasi ya Yusufu walimuita ndogo, mambo ingekuwa leo Yusufu yu aliwaambia, poa kabisa, shwari, walikuwa na amani, hawakuwa na ugomvi. Ugomvi unaanza pale mtu anapojua nafasi yako, ugomvi unaanza pale mtu anapoanza kutambua huduma ile wewe kuwa mkubwa kuliko yeye. Sasa wakati wa kupigana hiyo vita, lazima uwe makini sana na wengine, tayari walishaondoka kwenye nafasi zao. Sasa usiku wa leo, ninachotaka kusema na wewe, kundi la kwanza ambalo tutaomba nao, ni wape neema ya kuvuka salama. Yes. Hii vita naifahamu sio nyepesi. Ni vita unaamkaga usiku wa manane unaanza kulia peke yako, halafu hakuna wakukufariji. Ni vita ngumu sana, kwa tutamwomba Mungu akupe nguvu ya kuvuka salama. Hatuombi aiondoe, kwa sababu hiyo vita ndio heshima yako yes. Amen. Amen, najiongea nasema, mama bora, ungeniombea tu hii vita iishi. Hatuombi, Biblia nasema, ujapopita kwenye maji mengi nitakuwa na wewe. Safari ya wabeba maono Sio safari ya kupita mahali pa rahisi, ni safari ya kupita kwenye maji mengi. Sasa wengine walipopita kwenye maji mengi walikunywa sana, wakafa pale. Hao nao tutawafufua siku ya leo. Hiyo nguvu tunayo ya kuwafufua. Haleluya! wengine walipopita kwenye nyoto walianza kugaragara kwenye moto. Hao nao tutawatoa kwenye moto usiku huu wa leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Fungua pamoja na nini, kitabu cha Joshua sura ya 14, Joshua 14. Wacha nisome mwenyewe hapo. Wale wenye Biblia naomba wote tuwe hapo Joshua 14, alafu tuanzie mstari wake wa sita. Fika hapo unaweza ukaniruhusu niweze kusoma maandiko haya. Biblia inasema wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Joshua hapo ki, huyo mtu wa Mungu katika habari